Mmoja kijana mwenzenu huyu Polepole wanamtafuta. Mnajua aliko u unajua aliko? Wanasema mi najua. Nataka kuwambia leo, sijui. Ndio kwa sababu mnaeneza kwenye mitandao, nataka kuwambia Watanzania sijui, lakini nilisema naye mara mbili hapa. Mara ya kwanza ananieleza shida zake alizopata kule kwenye kazi Malawi, mwisho akahamishwa akaenda huko. Uniache niseme niseme, hii ni mchango katika mazungumzo haya. Mara ya pili akaja anasema kusiwe na uchaguzi, mimi nikamwambia kama hakuna uchaguzi hamtakuwa na raisi. Kama huna rais, nani ataongoza nchi hapa? Si ni vacuum? Kama mchagua leo na uchaguzi ndio rais anapatikana, kama haupo nani anaongoza nchi yenu? Concepts za no reform no election. Matatizo ya reform na uchaguzi katika vinchi vyetu yapo, lakini kuzuia uchaguzi ili msipate viongozi is a very serious thing, then nchi inakuwa ina vacuum. Na sasa hivi navakim kwa sababu kuna ubishi kwamba huyo sio rais sio nini. Mara ya tatu eh, hatukukubaliana akaenda. Mara ya tatu akafika huko akaniambia, aniambia kwenye simu, mzee eh, ah, kama ile ajenda haipo mimi naona niache kazi. Nikamjibu maneno haya, fata dhamira yako Nimwambiaje? Fata dhamira yako, asi niombe ruhusa kama sikumchagua. Fata dhamira yako. Tangu wakati huo nilichomuona ni kwamba yuko konye mitandao. Mwisho nimeona kwenye nyumba yake, wanasema wana damu yake ni hii, lakini sikumwona yeye mwenyewe, sijui alikwenda wapi. Mnajua aliko?